Watu wawili wa familia moja wamefariki dunia katika kijiji cha Kalenga, kata ya Mofu, halmashauri ya Mlimba baada ya kupigwa na radi wakiwa shamba, huku mmoja akipata mshtuko kutokana na radi hiyo. Akizungumzia tukio hilo, diwani wa kata ya Mofu Graison Mgonela, amesema tukio hilo limetokea Machi kumi na tatu mwaka huu saa kumi na moja jioni ambapo mvua iliyoambatana upepo wa radi ilianza kunyesha. Diwani huyo amewataja waliofariki katika tukio hilo ni Ali Abdara pamoja na mtoto wa kaka yake Kulwa Paulo, wote ni wakazi wa kata ya Mofu. Anasema, Huyu mwanamke aliyepata mshtuko ametambulika kwa jina moja la mama Ibu, na kwa sasa yuko anaendelea vizuri, alimuongeza Mgonela. Amesema kabla ya radi kupiga, watu hao walipona mvua ya upepo mkali, walienda kukaa chini ya mti kujikinga wasilowe na mvua, ambapo mwanamke huyo alikimbilia kwenye kibanda kilichopo jirani na shamba. Anasema radi hii iliyopiga, hu iliyompiga huyu mama hakupata majeraha bali mshtuko na anaendelea vizuri, amesema. Tukio hilo ni la kwanza kutokea katika kata hiyo ashtua, na limewashtua na kuwasikitisha wananchi wengi wa eneo hilo. Kwa upande wake, mganga mfawidhi zahanati ya Mofu, Agripinius Manyenyere amethibitisha vifo hivyo, ambapo amesema mwili mmoja kati ya hiyo miwili umepelekwa kuhifadhiwa katika hospitali ya mtakatifu Francis ukisubiri kusafirishwa kwenda kwao Tanga. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital.